Maandalizi kwenye kiwanja cha mazoezi pia yameenda vizuri. Tutakuwa na pati ndogo kidogo kwa siku ya leo, lakini sofa hatuko na majeruhi yoyote kwenye kikosi chetu, na nadhani eh, kwa uhitaji wa mechi hii na umuhimu wa, wa timu yetu kwa huko tunakoelekea, ni muhimu sana tujiweke katika maandalizi ya kuweza kutafuta ushindi katika mechi hii. Tunajua kwamba Kagera wako katika fomu nzuri baada ya ujio wa mwalimu Juma Kaseja. Nadhani amegusti na timu ambayo imekuwa ikipata matokeo hivi karibuni. Ni changamoto ambayo nafikiri tume tumejiandaa kuikabili, lakini kwetu sisi nadhani tumepoteza mechi iliyopita dhidi ya KMC, lakini ninyi wote ni mashahidi namna ambavyo tunapopoteza mechi zetu, nadhani mnaweza mkaona kwamba hatujapoteza mechi kwa sababu ya performance. Kwa takriban mechi karibu nne ambazo tunazipoteza sio kwa sababu ya performance ya kwetu. Ukiangalia mechi ya KMC, mechi ya Fountain Gate, ukiangalia okay, marudio ya mechi zile, unaweza kuona si kwamba tunaangushwa na performance, lakini wakati mwingine timu nyingine ya upande wa, wa tatu wana wanakuwa na performance yao ambayo inatokea sisi kwa kama tuna bahati mbaya nao. Kwa hiyo hiyo sisi haituumizi sana kwa namna, kama unapoteza mechi kwa namna ile, sio kwamba umeperform vibaya ama hujascore ama hujafanya nini, hii haituumizi sana lakini So far so good ni kwamba tunataraji kuwa na mechi nzuri yenye ushindani wa hali ya juu kwa sababu kwamba ya, ya beto iliyoko huku chini. Kwa huku chini nafikiri kuna ushindani ambao ni mgumu na ni lazima kwa vyovyote vile kwamba mechi kama hizi zinapokuja nyumbani ni mechi ambazo tunapaswa kushinda. Is obvious kwamba ni lazima focus yetu hiyo kushinda mechi hii ili kusudi at least tuone kama tunaweza tukapunguza gapu, sababu sio kutoka huku chini bado ni kupunguza gap kwa sababu Kagera mama yuko na point nne juu yetu. Sasa ni gap ambalo ni kubwa. Angalau jaribu kupunguza gapu hilo alafu kisha vitu vingine viendelee. Majeruhi ambao wanakosekana nafikiri walikosekana toka last match kwa maana ya Vedasto Simihambi. Uh, amerejea Samson Maituka, lakini tutajaribu kumwassess tuone namna ambavyo atakavyokuwa, lakini nadhani tulipata boost toka kwenye mechi hiyo iliyopita kwamba kulikuwa na wachezaji ambao walikuwa wanarejea, kwa naamini baadhi yao itakuwa hii ni mechi ya pili, kitu ambacho pia kinaendelea kutupa boost, lakini so far so good, nadhani hakutakuwa na, na mabadiliko makubwa sana kwenye kikosi kwenye kwenye kwenye kwenye urejeo wa wachezaji na, na utimamu wa wachezaji wa jinsi walivyo. Hey, tactical plan huwa ipo kwenye vichwa vya wachezaji. Kwa msingi ni wao wanafanyaje kwenye kazi. Sasa sijajua makosa ambayo yameonekana yame, labda ni ni vipi ni ambavyo vimepelekea hilo, lakini nafikiri labda unaweza ukasema, labda unaweza ukasema maybe counter attack wana coach out of position si ndio? Labda kama kuna goli ambao linaashiria aina ya swali la namna hiyo unaweza ukadefine eh? kwa sababu counter attack ni mahali ambapo mnapokuwa mnashambulia. Sasa kama ni namba, yeah. Je, na tunapokuwa tunashambulia tuna namba nzuri katika kulinda, tunapokuwa tunashambulia tuna namba nzuri katika kushambulia. Hiyo ni ni plan ambayo ipo kwenye timu. Sasa kama inatufanikishia, maybe na last match nadhani tumepata magoli mawili, lakini tumeshambulia, tulikuwa tumetengeneza nafasi nyingi, kulikuwa na nafasi za wani viwani, Adam pamoja na goalkeeper, sio ndio? Kwa hiyo unaweza kuona kwamba timu inatengeneza nafasi. Ukirudi aina ya goli ambazo tumekosea still, si bado, unaweza kuona unaweza kuona kwamba ni aina ipi ya magoli ambayo tumefanyaje, tumesababisha. So nadhani kutokana na swali lako, kuna kuna vitu vya kuimprove kwa sababu tunapokuwa tunamaliza mechi moja kwenda kwenye mechi nyingine, tunaangalia pia kuna makosa ambayo yanakuwa yanatokea. Kuna makosa ambayo wakati mwingine ni ya kitimu, kuna makosa binafsi kwa wachezaji, umeona, kwa sababu unaweza kumpa plani, kafanya hiki, lakini mwisho wa siku asifanye kile, kwa sababu football ni concentration, anaweza kakosa tweti dakika 40 deni ya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 timu iko strong na kwamba, tunakosa matokeo sio kwa sababu ya kile ambacho watu wanadhani kama ni, ni weak team. Ninachotaka kuhakikisha ni kwamba hizo ni timu iko strong na tuko wote na na, hali ya kubaki kwenye kwenye ligi. Kwa kama ni ni, ni, ni mechi, nadhani tutaicheza katika performance ambayo ni nzuri zaidi. Kama ni fighting, nafikiri tutakuwa na fighting nzuri, kwa sababu tunamjua ambaye tunaenda kukutana naye kwamba ni timu ambayo iko vizuri, na waheshimu Kagera Sugar wachezaji pamoja na walimu wao. Bahati nzuri ni walimu wote ambao ni, ni tunafahamiana ni walimu wazuri, wametengeneza timu vizuri. Bahati nzuri kwao, na tutakiane heri, lakini ninaamini kwamba ni mechi ambayo sisi kama watu wa nyumbani tunaitaka pia sana.